Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu kwa mara nyingine tena tunakutana hapa. Natumai umesha subscribe YouTube channel yangu. Kama bado basi ningeomba usubscribe na ugonge alama ya kengele ili uweze kupata notification pale tu ninapo upload video mpya katika YouTube channel yangu. So video hii ya leo kuna jambo dogo nahitaji kuweza kushare na wewe, limeninspire sana. Ni habari tu ambayo nimekutana nayo katika YouTube channel ya Millard Ayo ambayo nimeona E, imeingia katika hiki ambacho sisi tumejikita katika shughuli nzima za teknolojia, nikaona sio mbaya nikaweza kushare na wewe ukaweza kuona namna gani ambapo teknolojia imekuwa inaendelea kukua kwa kasi sana. So acha niweze kusomea title ya hiyo habari ambayo nimekutana nayo, ambapo inasomeka: roboti latumika kwa mara ya kwanza Tanzania kwenye kuondoa uvimbe kichwani bila ya upasuaji. Narudia tena roboti latumika kwa mara ya kwanza Tanzania kwenye kuondoa uvimbe kichwani bila ya upasuaji. Baada ya kuona habari hii, ikaniinspire sana, nikaona sio mbaya nikaweza kushia na wewe katika video hii fupi. so, ukiangalia hapa tayari robot limeshachukua kazi ambayo binadamu alikuwa anafanya, na hii ni sehemu moja tu ambayo marobot sasa hivi ama artificial intelligence imekuwa ikichukua kazi ambazo binadamu ndio ambaye mfanyaji alikuwa. Kwa tunatakiwa tuwe macho sana kwa kile ambacho tunajifunza kwa ajili ya kukifanyia kazi lakini pia kwa wewe ambaye tayari kuna kitu ambacho unakifanyia kazi kabla halijakukuta jambo kama hilo. Lakini vile vile unaona teknolojia jinsi gani ambavyo inakuja kurahisisha vitu mbalimbali mbali, mbali eh roboti hapo katumika kuondoa uvimbe bila ya kuweza kufanya upasuaji wowote na imeweza kufanikiwa kwa hiyo kuna mambo mengi nitakuja kuongelea kuhusiana na artificial intelligence kiundani, tutaona vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikifanywa na akili bandia sasa hivi ambapo mwanzoni ilikuwa binadamu ndiye ambaye anahusika. So tutakuja kuangalia wakati mwingine. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, kama bado hujasubscribe, na kusisitiza uweze kusubscribe ili basi usiweze kupitwa na hizo content ambazo nitakuwa nikileta hapa katika YouTube channel yangu. So kitu kingine ambacho tunatakiwa mimi na wewe tuwe macho sana ni kuendana na teknolojia ambazo zinakuwa kwa kasi sasa hivi. Mfano, tunatakiwa tuanze kujifunza artificial intelligence, machine learning, data science, virtual realities, IoT ni vitu ambavyo vinakuwa kwa kasi, lakini pia vinahitajika katika kubadilisha ulimwengu ambao tunaishi hivi sasa kwa ni muhimu sisi kama watu wa tech tuweze pia kujikita katika masuala hayo, tusikariri tu na kuweza kujifunza vile vitu ambavyo sasa hivi unakuta eh, vina uhitaji mdogo sana ukilinganisha na hivi ambavyo vimekuwa kwa kasi sana na vimekuwa vikibadilisha mambo mengi sana. So ni jambo jingine ambalo pia nilihitaji kuweza kushia na wewe. Tunatakiwa tuamke, tuweze kufuatilia hayo mambo na kuweza kujifunza, lakini vile vile ukiangalia robot hii imetumika hapo kwa maana yake, una uwezo wa kuangalia ambazo zipo katika mazingira na gani ambavyo kwa kupitia teknolojia hizi mpya unaweza kutatua matatizo hayo na yakaweza kurahisisha maisha yetu ya kila siku. So ni hivyo tu ambavyo leo nilihitaji kuweza baada ya ku na hii habari kwenda kumsikiliza daktari utokea eh, hospitali mojawapo ya hospitali Tanzania ambayo imefanya jambo hili kuweza kutumia artificial intelligence katika kuondoa uvimbe bila hata ya kufanya upasuaji wowote. Una kipi cha kuweza kujifunza katika habari hii? Share na sisi katika sehemu ya comment hapo, lakini vile vile kama ungependa tuje kuongelea kitu fulani, basi share pia katika sehemu ya comment, na nitakuja kufanya hivyo. Nitakuja kushare maarifa hapa katika YouTube channel yangu. Sina la ziada leo katika video hii, ni hivyo tu. Tuwe macho tuendane na spidi ya teknolojia, ili basi tusiwe nyuma. Kiasi hicho kiangalia, teknolojia hii imetufika sisi Tanzania kwa mara ya kwanza, tunafanya jambo hili sasa. Vuta picha, nchi zilizoendelea wana muda gani toka waanze kutumia teknolojia hizi? Sababu sisi tuko mbali na sisi, tumekuwa watumiaji tu sana wa teknolojia e, tunasubiri nchi zilizoendelea waweze E, kufanya kuvumbua vitu mbalimbali mbali, na sisi ili tuweze kuvipata na kuvitumia, kwa tunatakiwa tuamke na sisi tuweze basi kuvumbua vitu tofauti tofauti. Wapo watu wanajitahidi Tanzania, wameweza kufanya vitu mbalimbali mbali, lakini pengine hujawahi kuwasikia pia. Nitakuja kushare na wewe, kuna watu ambao wanajaribu kuleta mapinduzi pia katika teknolojia kutokea hapa hapa nchini kwetu lakini watu wamekuwa hawatambui kwa kile ambacho wanafanya. Nitakuja kushia na wewe baadhi ya hao watu, utaweza kuwafahamu na kile ambacho wanakifanya. Lakini vile vile, kama una maoni yoyote kwa hiki ambacho leo tumekizungumza, basi kuna sehemu ya comment hapo chini, shia na sisi. Tuishie hapa, tukutane wakati mwingine. Asante.